Katika kitongoji cha Lugubu Kusini, kijiji na kata ya Lugubu, tarafa na wilaya ya Igunga, mkoa wa Tabora, ambapo mwanamke mmoja aliyetambulika kwa majina ya Kangw'a Tungu Mahigi ana umri wa miaka ishirini na tano, mkulima na mkazi wa kitongoji cha Lugubu Kusini, pamoja na watoto wake wanne ambao walitambulika kwa majina ya Sengi James mwenye umri wa miaka nane, Simon James mwenye umri wa miaka sita, Elisha James miaka mitatu na Kashinje James mwenye umri wa miezi saba wote walifariki dunia baada ya kunywa sumu aina ya Ruruka ambayo inatumika kuulia wadudu. Chanzo ni ugomvi kati ya marehemu pamoja na mume wake ambapo marehemu alikuwa ni mke mkubwa na m, m, kulikuwa na mke mdogo pia, na chanzo cha ugomvi huu ni kutokana na namna ambavyo mwanamke mkubwa alikuwa anaona kama hapati huduma sawa pamoja na mke mdogo, na hii ni kutokana na kujengewa nyumba ya kisasa kwa mke mdogo na yeye kuona zile huduma asipati vizuri. Mbinu ambayo ametumia ni marehemu kuvizia mume wake akiwa amekwenda shambani, na kisha akanunua pakiti ya sumu ya kurogea na kurogea kwenye kikombe cha plastiki, na aliwanywesha watoto wake pamoja na yeye mwenyewe. Nyumbani kwa marehemu kulikutwa pakiti moja ya sumu hiyo ambayo imetumika pamoja na kikombe cha plastiki chenye sumu ambayo ilibakia. Mili ya marehemu ilihifadhiwa mochwari ya Igunga kwa ajili ya uchunguzi, na baada ya uchunguzi kufanyika imekabidhiwa kwa ndugu leo hii kwa ajili ya mazishi. Hili ni tendo la kikatili, kiharifu, na lisilo na utu lilioangamiza maisha ya watu wasiostahili kuumizwa, na pia linaondoa nafasi ya mtu mwenye matatizo kupata msaada wa kweli. Hakuna mazingira yanayohalalisha kuumiza wengine kwa sababu ya hasira, wivu au maumivu binafsi. Jeshi la Polisi Mkoa wa Tabora linalaani na kuendelea kutoa wito pale inapojitokeza migogoro ya kifamilia kutumia mamlaka mbalimbali, wakiwepo viongozi wa dini, serikali, na sisi Jeshi la Polisi tunalo dawati ambalo linashughulikia masuala ya jinsia pamoja na watoto, ili kuweza kupata ufumbuzi wa migogoro mbalimbali alikuwa akiishi yeye pamoja na watoto wake na mume wake, ambaye kuna siku ambazo alikuwa analala kwa mke mkubwa, na siku nyingine alikuwa anakwenda kwa mke mdogo. Tumemshikilia mwanaume na tunaendelea kumfanyia mahojiano ili kuweza kubaini mazingira mengine ambayo yanaweza kujitokeza kuhusiana na tukio.